Ni kushiriki uchaguzi ili kishike dola kupitia uchaguzi. Sababu ya pili kwa haraka, sikilizeni watu wa Mwanza, Watanzania wameshuhudia mateso mengi sana miaka sitini na nne ya uhuru chini ya utawala wa chama cha mapinduzi. Mnasema wenyewe vijana pale, nawasikia maji. Mimi nimekaa hapa Mwanza leo siku ya nne asubuhi, ziwani hapo maji ya kunywa hayapo. Miaka 64 ya uhuru nchi zenye umri wa Tanzania wanaongelea kwenda sayari za juu, kwenda anga za juu, kwenda sayari zingine. CCM katika nchi yenye utajiri wa madini, mbuga za wanyama, bahari na maziwa. CCM miaka 64, matundu ya vyoo shuleni hayajakamilika kujengwa. Sababu ya tatu, ndugu zanguni wa Mwanza, CHAUMA tunataka mabadiliko, tunataka sheria zibadilike, tunataka tume ibadilike iwe huru, tunataka katiba mpya. Lakini mimi niwauliza watu wa Mwanza, ivi kubadilisha sheria, kubadilisha muundo wa tume, kubadilisha katiba, hayo si mambo ya kisheria? Yote hayo ni mambo ya kisheria. Ivi sheria nchi hii zinatungwa uwanja wa Furahisha? na wabunge wanapatikana kwa uchaguzi. Usipoenda kwenye uchaguzi utakuwa huna wabunge, hutashiriki kutunga sheria zenyewe.